Oye, oye, mimi naitwa Mary Okungu kutoka sehemu ya Kambini, na niko na swali tu mutu kama baba Awino. Naomba baba Awino, yeye ni mutoto sana, awachie timu aingie kavana. Na muomba kama mama yeye, patu na miaka, awachie timu aingie kavana. Mimi tunapenda Timu Kangemi, Timu amefanya kazi, asisi tukitembea tuna matope ile kusema Sakacha yalitengeneza alitengeneza barabara. Uongo, mtu ametengeneza barabara ni Timu Wanyonyi na Amisi. Amisi mashule yote amechenga, hiyo ni uongo. Sisi tunaamini Timu, tunamwombea usiku na mchana aingie Gavana ataingia. Gavana tutavaa pinyasa na kiboko. Tumetengeneza hiyo timu, aingia wa wapi Gavana. Amesaidia wamama, wamechenga nyumba, amesaidia mashule, watoto wamesoma. Ni nini mnasema timu asiende? Tunaomba tu mtu anaitwa tu Papa Awino, kwa maana Papa Awino akombio na jimzi lakini Mama, mama order, order. Order, order mama. Papa Wino akwambio, anaongea utaenda nje. Isi kinapye chang'aa, awachie timu, yeye ako na miaka baba wino patu iko na miaka nyingi sana, na atasimama na ukaba na kitimu akitoka. Tuachie tu huyu mse aende kavana. Huyo Musa amelinda wa mama huyo Musa amelinda watu mpaka mashule amechenga sisi wamama wengine wame wamechengewa hata manyumba. Kusema ukweli, kama utakula kitu ya timu, useme mbele ya Mwenyezi Mungu akuone. Kwa maana kila mama ashakula kitu ya timu na